Kama umekuwa mfuatiliaji mzuri wa mzozo unaoendelea wa DRC, ni zaidi ya M23 wanaohatarisha amani ya DRC. Bila shaka umesikia herufi za FDLR zikitajwa mara kwa mara, hasa Rwanda inapohusika. FDLR ni kifupi cha maneno ya Kifaransa Forces Democratiques de Liberation de Rwanda, ikimaanisha jeshi la ukombozi wa Rwanda linalotuhumiwa na Rwanda kuhatarisha usalama wake na hata kupanga kung'oa mamlakani utawala wa Kigali. Licha ya kwamba si mara ya kwanza kwa kundi hili kutajwa katika mzozo wa Kongo, halijawa maarufu sana hapo awali kama sasa, kutokana na mzozo wa mashariki mwa Kongo kugubikwa na machafuko yanayotekelezwa na vikundi mbalimbali mbali vya wapiganaji FDLR wakiwemo. Hata hivyo, katika mzozo unaoendelea kundi la FDLR limesikika sana, hususan katika kauli kali za rais wa Rwanda Paul Kagame alipoishutumu serikali ya Kinshasa kuwaunga mkono wapiganaji hao na mamluki ili kuung'oa utawala wake mamlakani. Lakini okay, je FDLR ni akina nani hasa? Kundi la FDLR ni kundi linalohusishwa moja kwa moja na mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 yaliyosababisha vifo vya Wanyarwanda takriban milioni moja, wengi wao wakitoka katika jamii ya Watusi. Wahutu wachache waliokuwa na msimamo wakati pia waliuawa. Baadhi ya wafuasi wa kundi hili walikuwa wanajeshi wa zamani wa Rwanda, ex-FAR, na wanamgambo wa serikali hiyo maarufu kama Interahamwe, waliopigana na vikosi vya Rwandan Patriotic Front, RPF Inkotanyi jeshi lililokuwa na wapiganaji wakimbizi wa Rwanda waliokuwa uhamishoni, wa jeshi la RPF ambalo liliongozwa na Rais wa sasa wa Rwanda Paul Kagame, lilipata ushindi katika vita hivyo mwaka 1994 na kuwalazimisha wanamgambo wa Interahamwe kukimbilia katika Zaire, DRC ya sasa, huku baadhi yao wakichangamana na raia wakimbizi na wengine wakajificha katika misitu ya Kongo na kuanzisha uasi na kutekeleza ukatili na mauaji dhidi ya raia wa Kongo na kuwashambulia ndani ya mipaka ya Rwanda. Mnamo mwaka elfu mbili kundi la FDLR liliundwa rasmi na baadhi ya wanajeshi hawa wa zamani wa Rwanda, wanamgambo wa Intara Hamwe, pamoja na makundi mengine madogo ya wapiganaji wa Kihutu. Tangu wakati huo kundi la FDLR limekuwa likitekeleza maasi kama vile ubakaji wa watoto na wanawake pamoja na mauaji ya kikatili ndani ya DRC. FDLR pia imekuwa ikifanya mashambulizi ndani ya mipaka ya Rwanda. Hayo ni pamoja na yale waliyoyafanya katika msitu wa mbuga ya wanyama ya Virunga mwaka 1998 ambapo watu zaidi ya kumi waliuawa katika mji wa Gisenyi uliopo mpakani mwa Rwanda na DRC, na yale waliyoyafanya katika wilaya ya Nyaruguru Juni 2018 eneo la Nyungwe na wilaya ya Nyamugabe Disemba 2018. Wafuasi wa kundi hili wamekuwa wakisakwa na mahakama ya kimataifa kwa ajili ya mauaji ya kimbari ya Rwanda kujibu mashtaka ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 huku Marekani ikilitaja kundi hili kuwa la ugaidi kutokana na ukatili wa mauaji yanayotekelezwa na wafuasi wake. FDLR inatajwa kuwa kiini cha mzozo kati ya DRC pamoja na Rwanda. Rwanda imekuwa ikishtumu serikali ya Kinshasa kushirikiana na kuangamiza baadhi ya wapiganaji wa, wa FDLR ndani ya jeshi lake la FRDC kwa njama za kuitoa mamlakani serikali ya Rwanda, shutuma ambazo DRC imekanusha. Ripoti za MONUSCO, Umoja Mataifa na mashirika ya haki za kibinadamu zimekuwa zikiwashutumu wafuasi wa kundi hili kutekeleza mauaji, kupora mali asili za Kongo, ubakaji na kuwaingiza watoto jeshini. Katika ripoti zake kuhusu uhalifu na mauaji ya DRC, shirika la hali za kibinadamu la Human Rights Watch limeshutumu kundi la FDLR mara kwa mara kwa kutekeleza mauaji maasi likiungwa mkono na jeshi la DRC. Katika ripoti yake mwaka 2022, Human Rights Watch ilisema ilipata taarifa za kuaminika kwamba wanajeshi wa Kongo kutoka kikosi cha 3411 cha Tokolonga walitoa zaidi ya masanduku kumi na mbili ya risasi kwa wapiganaji wa FDLR huko, huko Kazaroho, moja ya ngome zao katika hifadhi ya taifa ya Virungu, Julai 21. Wapiganaji wa FDLR wamewaua mamia ya raia kwa miaka mingi mashariki mwa Kongo. Wakati fulani waliwakatakata hadi kufa kwa mapanga au majembe au kuwachoma majumbani mwao. Wapiganaji hao wamefanya ubakaji uliohesabika na vitendo vingi vya ukatili wa kingono, ilieleza ripoti hiyo. Wenyeji katika maeneo ya mashariki mwa DRC wanashutumu jeshi la Kongo kwa kushirikiana nao na kuacha wenyeji wakiishi na kujitafutia riziki hatarini. Wakati mmoja FDLR walikuja kuchoma vijiji zaidi ya nyumba mia mbili, alisema Eric Kambale, kasisi mwanafunzi katika parokia ya Luofu. Watu waliungua ndani. Jeshi la Kongo lilikuwa umbali wa kilomita moja wakati hayo yakitokea. Bwana Kambale anasema watu wa Ruofu waliishi chini ya tishio la vita vya mara kwa mara hadi majeshi ya Umoja wa Mataifa yalipodhibiti tena eneo hilo mwaka elfu mbili na kumi.